Wachama Baraza la Waganga, Tiba, Ushauri na Utafiti wa Dawa za Asili Tanzania, BAWATA kifupi. Nadhani tumekuja hapa lengo kubwa, mimi kama ufunguzi, tunafanya ufunguzi tu, lakini msemaji mkuu atakuwa katibu wangu hapa. Lengo kubwa ni kuomba tu wale ambao wanajishughulisha na mambo ya tiba za asili wakiwemo waganga, wakunga na wauza madawa wote. Ni lazima ili kazi zao ziende vizuri, wajisajili, wajisajili katika baraza la waganga la kiserikali na tiba mbadala. Nadhani jingine ni kwamba tunaomba tu wale ambao bado hawajajisajili tunawakumbusha kuanzia leo wajisajili, na lengo kubwa la kuja kwetu hapa ndio hilo. Sina mengi ya zaidi ya kuongea isipokuwa katibu wangu hapa ndio ataongea mengi na atachambua zaidi. Asante kama, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni katibu mkuu wa baraza la wa waganga tiba asili Tanzania, BAWATA, na aliotangulia ni tabibu Mohamed Matokeo, ndo mwenyekiti wetu wa taifa. Na pembeni yetu hapa tuna mshauri mkuu Dr. Shaka Shemwea. Kwa hiyo kama zungumza mwenyekiti, sisi tumekuja hapa, kuna mambo kama matatu. Kwanza mimi hivi karibuni fanya ziara katika mkoa wa Ruvuma, Mtwara na Lindi kuhusu masuala ya ameshezaji wa waganga. Kwa kweli hali kidogo inakwenda vizuri, lakini kuna vikwazo ambavyo vipyo tunakumbana navyo hivyo sasa kwenye swala la usajili kwa waganga. Vikwazo hivi ambavyo tumevipiga kelele serikalini ambavyo vinakwamisha usajili wa waganga vinafanywa na wenye viti wa vitongoji au wa kata na mitaa na watendaji hasa kwa kuomba rushwa kubwa kwa waganga katika usajili ile fomu yao kuijaza. Tatizo hili tumelipeleka hapa kwenye Baraza la Tiba Asili Tiba Mbadala, mpaka wizarani lakini ushughulikie yake ni mdogo. Yaani imekuwa ni gap kubwa ya rushwa. Kwa hiyo tungeomba serikali kupitiwa waziri aondoe hizi taratibu, kwanza ziweko taratibu nzuri mwingine, na pia asikilize vyama vyetu vya waganga ushauri kuliko sasa hivi inavyokwenda. Na jambo jingine kuhusu baraza la tiba asili na tiba mbadala ili la serikali kisheria, kidogo nimekuwa nina misigano na baadhi ya wanachama wetu au na waganga kwa ujumla kinchi, hasa kutokana na mabadiliko ya tiba asili inavyoendelea, kwa sababu kwanza wao ndio wamekuwa washauri kutaka sisi waganga tubadilike tuwe wasafi sehemu zetu safi dawa zipimwe na kule waganga wengi wamejitahidi kwa hatua mbalimbali kufikia hatua hiyo sasa kinachoshangaza kuna vikwazo vinatokea na vitisho vingi kumekuwa na mgogoro wa kimasilahi magari tuliweke wazi serikali na waziri kwanza alijue hata mheshimiwa rais ajue kwa mgogoro wa kimasilahi kati ya madaktari wa kisasa Ayano, kizungo, na hasa hapa kwenye baraza ili atibalitiba si, mba, eh, mbadala na madaktari wa tiba za asili sisi wa kawaida, kuna mgogorowa huko wazi. Kwa mfano, linaanza jambo la kwanza, swala la matumizi ya neno doktor. Neno t ni jina asili yake a Kigiriki, yani maana yake ni tabibu wa tiba za asili, lakini matabibu wetu waganga sisi tumwambia tusitumie kabisa kitu ambacho ni kinyume. Hili ni neno la kawaida tu la dokta. Hilo jambo la kwanza. La pili, kuhusu mavazi ya kuvaa yale makoti si meupe. Kwa baadhi yetu sisi wanavaa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wakivaa ni makosa kwao, ni kinyume, sababu mavazi yale yale yanavaliwa na mama Ntilie yanavaliwa na wapishi katika mahoteli , lakini hakuna manyanyaso wala au ni kuzalisha, lakini mganga wa tiba asili anavaa lile, yanaonekana kuna kosa sasa. So, hivi karibuni kuna baadhi ya waganga wetu wanachama wame kwanza wametishiwa, alafu wengine wakafungiwa vituo vyao wat, wa tiba asili na baraza, ndio hapo ndavyokuja kwenye mgogoro wa kimaslahi kwa, kwa kuna watumishi wa wizara wa ya afya ambao wanadili na tiba za asili, na wengine kwa kwenye baraza tiba asili na tiba mbadala wakiongoza mwenyekiti Profesa Kayombo wanauza dawa za asili Mwimbili, muda mrefu na baadhi chama wetu waganga wetu walikuwa wananunua pale, na alikuwa lazimishwa wanunue dawa katika jengo la serikali, wanauza dawa za tiba za asili. Sasa ndio matokeo yake, wanakuja kugombana na waganga ambao wa sasa hivi kidogo wako juu, wanaleta mapinduzi ya tiba za asili hapa nchini, tena kwa maelekezo yao kwamba tuwe reception, tuwe chumba cha daktari kulaza wagonjwa kupumzisha, chumba cha dawa. Yote haya wameyafanya, wame, wame na kulazimisha pia kununua vitanda vile vya kihospitali vinauzwa, wengi wamenunua vipo, lakini sasa wanapotumia, wanakana, wanakwenda kinyume na baraza, matokeo yake wamefungiwa kuhusu matangazo na kuhusu matangazo ya tiba asilia. Kweli kwa ma matangazo mengine yanadhalilisha, lakini kwa hawa tunao ushahidi wa kutosha Baraza liliwapa vibali. Hata zungumza na Dr. Mandai. Na kibali chake kiko kinaisha mwezi wa nane. Barua hapa zipo za, za baraza hilo hilo na walimwita wali, wali Dr. Mandai katika kamati maadili, kumhoji lete vielelezo. Akale, akaleta kwamba kibali ambacho alilipia pale wizara kwa kwenye baraza kipo kwamba kinaisha mwezi wa nane. Lakini anatoka kama basi tumesamehe, tumekwa kama mbarazi. Kurudi juzi wanapewa wanapewa barua wanachama yetu kwamba wamesitishiwa wasifanye shughuli za tiba. Sasa tunajiuliza, pale kwa mwaka na Mandai na wengine kina Msigwa wapo na waganga wasaidizi, kama kosa la mganga mmoja la Mandai au mwaka au mwingine, kwa hiyo una, unafungia na wasaidizi wake unafungua na kituo na wale wote wamesajiliwa. Hiyo ya kwanza. La pili, kuna wagonjwa ambao wanatibiwa pale wengi, wa dozi zinaendelea unapofunga kwa dharura kabisa kuna uwezekano mkubwa wengi kupoteza maisha, au kuwatafsiri waganga wa, wale wa, ni, ni matapeli, ni, ni, ni, ni waongo. Kwa hiyo hilo ni kosa, tunaomba kwamba waziri aingilie kati swahili kuangalia a mgogoro. Kuna watu ambao wako pale wizarani na kwenye baraza wana maslahi ya kitiba asili, wengine wamefungua vituo vipo Sinza, tunavijua na si, tunawaomba ikianzia Profesa Kayombo asimamia hii sheria asajili, kama mganga wa tiba asili watibaasili zaazuza pale mwimbili asajili, ajisajili naye kama mganga, acha uganga wake wa kizungu wa, hospitali awache, ajisajili. Wapo kina mwame wa vituo Sinza, na wajisajili kama tulivyomtaka siku mchungaji yule wa, wa, wa, wa Arusha ajisajili, ule mchungaji. Kwa hiyo hilo ndio tunaomba kwamba waangalie. Na naiwaandishi, tunaombeni kwamba kuna mgogoro wa kimasilahi, wafanye hizi mbili ushahidi vinao, hata wenyewe washatamkia kwamba dawa za asili au matibabu ya asili. Maana yake mara nyingi sisi tunaponya tuna wagonjwa, tiba hizi za kizungu kazi yake kubwa ni kulea mgonjwa ili watu wapate ajira na dawa ziendelee kuuzwa. Kwa hiyo tunaomba serikali iangalie kwanza swala hili la neno, matumizi ya neno doctor. Sisi tunashauriana sasa hivi na wanasheria wetu BAWATA, kupeleka mahakamani neno hili tulitumie kihalali kwanza, tuna asili nayo. Tungemuomba Profesa Kayombo mwenyekiti na madaktari wenzie warudi kwenye historia ya neno hili, dokta linatokea wapi? Neno dokta asili yake, kama tulivyosema, linatokea Ugiriki miaka 500 kwa tumika, na hasa ilikuwa na tabibu wa tiba za asili, kwa yarudi kwenye historia hii. Kwa hiyo wasipende kutunyanyapa kama ambavyo tunavyofanya pale sasa hivi. Kwa mfano hata tukienda kwenye baraza la tiba asili, tunaomba serikali, wapo waganga waliosoma waliofika ngiwa vyuo vikuu wale wa digrii, wapo hata yule atakao mwenyekiti ambaye amefanya ya tiba za asili, sasa hivi tumeikoma mafamasia, madaktari hawa wa kizungu, matokeo yake ndio wanakuja kutukandamiza, na lengo kubwa kutuondoa kabisa hizi tiba za asili, siwepo wafanye wao hata kipindi kinapokuwa lioundwa shirikisho la tiba asili la vyama la vyama la tiba asili, shirikisho la vyama vya waganga, kwanza tulipigania ile katiba mwanzo. Walitaka ziingizwe nemri chuo kikuu cha Muhimbili, wote waingie ili wateke taaluma.